Kijana huyu ana maswali mengi kichwani. Anasema ni kama amechelewa kuingia kwenye ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba, kwa kuwa sasa mambo kiuchumi ni shwari. Ameajiri vijana watatu na kuanza kuonekana na viongozi wa juu wa serikali. Kuletea mradi huo wa ufugaji wa samaki kwa njia vizimba ulinipa fursa mimi kama hiyana, nikaweza kwenda katika maonyesho ya Nanenane kitaifa Dodoma na niweza kukutana na waziri mkuu. Kwa hiyo ni moja kati ya fursa kuonana na kiongozi niyoza... mkubwa hey, wa nchi waziri mkuu Kasim Majaliwa. o binafsi nilifurahi na niliweza jiona na mimi moja kati patene. Baada ya kuonana na waziri mkuu tukaombiana, pa hii imetupa kama fursa kuweza kujitengenezea maisha sisi kama vijana wenyewe, na tumeweza kuongeza uchumi wa familia, jamii na taifa kwa ujumla. Maanake kwa kiasi cha shilingi mia moja tunachotoa